pamoja na mimi, so hija peke yako a, pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini nimeileta hadithi hii? Ni kwa sababu ibada ya umra kuna baadhi ya wakati huwa inakuwa na bei nzuri, lakini kuna watu huwa ibada ya umra wanaipuza. Wanakuta mtu ana uwezo wa kwenda sijui eh, Paris, ana uwezo wa kwenda popote pale anapotaka, lakini ibada ya umra yeye ameiweka pembeni, yeye anataka tu afanye hija ama sio lazima tu, uh, wanasema maul, mashekhe wanasema kwamba ikiwa wewe huwezi huwezi, uh, kuifikia kiwango cha kufanya ibada ya hija huwezi kuifikia kiwango cha kufanya ibada ya hija, basi jitahidi uipate walau ibada ya umra ndani ya Ramadhani, ambapo utapata thawabu mithla, mfano sawasawa, sawa na ulioenda hija pamoja na Bwana Mtume Muhammad. Sasa unakuta waislamu akishaona yeye hija haiwezi, basi hajaribu hata kwenda umra. Hapana. Na ndo kuna mtu mmoja alinambia mimi, huwezi kwenda hija, huwezi kwenda umra kabla hujaenda hija. Ala, ni kutokuelewa tu. Lakini kwamba jitahidini, tujitahidi sote jambo la umra, tusilipuuze. Unakuta kuna familia, shekhe, kila mwaka utakuta hata mwaka mara mbili anaenda vacations, sijui wapi anaenda wapi, anaenda wapi lakini umra ameipuuza. Ukimwambia vipi umra? Ah, inshallah, inshallah. Lakini inshallah, lakini sehemu zingine anaenda. Tujitahidini inshallah. Mtume anasema la tahqiran na min almarufi shay'an, usipuuze katika jambo la kheri lolote lile walau an talka akhaka biwajhin fal, hata kama utakutana kwa kukutana na ndugu yako kwa uso wa bashasha, yani hilo ni jambo la kheri usilipuuze. Jambo lolote lile la kheri usilipuuze, usilione dogo na uzuri ibada ya umra labda tuelezane, ibada ya umra. Uh, kuna baadhi ya wakati huwa kuna bei rahisi. Kwa mfano nimeangalia hata mwezi huu wa Ramadhani kwa dola mia mbili na hamsini kwa dola mia mbili na hamsini ilikuwa kwa, uh, kwa kupitia huyu uh, hii sistimu ya kifuatilia ya, ukinifuata nitakuelezea ni sistimu ipi dola mia mbili na hamsini ambao ni sawasawa kama na laki tano laki saba, tuende kitu kama laki saba hivi, mtu anaenda umra na anarudi. Yani saving ya umra sometime inaweza ikawa chipu kuliko unavyofikiria, ikawa ni bei rahisi kuliko unavyofikiria. Tujitahidi tu tunaekaeka macho umra vipi, umra imekaaje kidogo kidogo, na Allah anakujalia nafasi, unapata kwenda kule, unapata ibada ya hija. Wailahuna wahadha sala uh, lakini kwa mwenye kufanya ibada hii, haina maana kwamba mtu hatofanya tena hija, bado ibada ya hija inatakiwa afanye kama ana uwezo, lakini kama hauna uwezo kufikia wa kufikia ibada ya hija, basi jitahidi wala umra ndani ya Ramadhani, huna wa ila huna wahadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.